Yo, mambo vipi bwana? Katika nshu ambayo jana nimeiona kiukweli, na lazima tumpongeze uh, Harmonize kwa kitu ambacho alikifanya jana, ni baada ya kuahirisha show ambayo alikuwa anatarajia kuifanya Dodoma. Uh, na kutokana na vitu ambavyo vinaendelea, watu wengi wako kwenye majonzi, watu wengi wamepoteza ndugu, jamaa na marafiki, watu hawana tena ile vibe uh, ya kwamba uh, wape tena burudani, wanaenda kuburudika kwa sababu gani? Yani wai waende kwenye event ya muziki, na wakati watu still bado wana majonzi ya staff. Kwa maana yake ni kwamba, yani, haina maana ya kwenda kwenye show, ya kufanya show kama msanii kwa wakati huu ambao wenzio wa Tanzania, mashabiki zako wanapitia wakati mgumu, watu ambao wando wanafuatilia muziki, wengi wamepoteza maisha hmm? na wengine ambao wamepoteza maisha huenda labda walikuwa wamepanga waje kwenye show yako ya muziki Mshenelewa vizuri uh, una raha gani ya kwenda kufanya show? Kwa hiyo kweli, mimi ni mpongeze kiukweli Harmonize. Kwa hiyo watu ambao wameifanya haya mambo ya muziki, hapo tu utakuja kufanya next time ukiwa ukiwa sawa, watu wakiwa na furaha, watu wakiwa happy, utakuja kufanya show ya kimuziki next time. Kwa kweli, Harmonize, kwa kitu ambacho mekifanya, big up sana mwanangu, mekubali kupoteza, kupata hasara kwa sababu ya ndugu zako wa Tanzania ambao wengi wametangulia mbele za haki, wamepoteza maisha. Umekubali upata hasara. Of course, mtu mwingine anaweza akasema labda kwa sababu swala la wasanii, watu wengi wamewa mind wasanii wanakana kama wameingia dosa, lakini hiyo tuweke pembeni, hakuna mtu anayejua. Lakini ukweli ni kwamba amefanya jambo la msingi kukatiza show yake eh? Na ameelewa kwamba ameandika hapo kwenye caption ya Konde Gang pale, mnishaelewa hii lazima tumpongeze, naonyesha ukomavu. Lazima tukupongeze, my brother. So kila siku tunawaza tu hela, hela, hela. Lazima pia tunawaza hata nafsi za wenzetu ambao wametangulia mbele za haki, tuwaombe Mwenyezi Mungu awapokee awalaze mahali pema peponi. Lakini sisi pia tusianze kufanya vitu ni kama tunafurahia labda burudani, kwenda kwenye event ya muziki, tunafanya nini? Hiyo kiukweli, mimi kiukweli, nilikuwa natamani hata shows za wasanii ambao wanaona wanapost kuna show sidhani kama kuna haja, kwa sababu sidhani kama unakuwa na furaha happy kabisa, kwamba una furaha ni safi. I don't think so. Mind you show yenyewe ya Harmonize litakuwa ifanyika tarehe saba ambayo ni leo. Sasa unaendaje yani, yani kuna vitu tu, unafanyaje show muda huu yani, unawezaje kupanda jukwani, unaenda kumwimbia nani? Eh, au watu watakuja kwenye show? Hilo swali lingine lazima ujiulize, watakuja watakuja na furaha, watakuwa happy kuenjoy mziki. So mziki ni kuenjoy, kuruka, kufurahia. Je, watakuja kufurahia? Hiyo ni kitu ambacho kweli inawezekana Harmonize na uongozi wake wamewaza wakaona, man, hakuna sababu eh, kukatisha show moja. Hii haimaanishi kwamba mimi nitafilisika au nitashuka kimuziki, there is no way, na hakuna reason yoyote ya kuendelea kufanya hii show leo. Ndio Ijumaa na ndio ingetakuwa ifanyike leo. Kwa kweli mimi nampongeza Harmonize, big shout out sana my brother. Ndio hii pana